Hello watazamaji wa Zinazo Trend Kitaa, karibuni tena katika chaneli yetu ya michezo na burudani, tukikuletea habari, makala mbalimbali zinazoendelea ku trendi na zitakazokupa ufahamu na ufanisi mbalimbali mbali katika eneo ya kimichezo. Leo tunayo safari ya nyota kutoka Senegal hadi duniani. Huyu si mwingine, anaitwa Sadio Mane. Sadio Mane ni mmoja wa wachezaji wakubwa zaidi wa soka barani Afrika, anayeheshimika kwa kipaji chake, nidhamu, unyenyekevu mkubwa nje ya uwanja. Safari yake ya mafanikio ni hadithi ya juhudi, uvumilivu na ndoto kubwa. Maisha ya awali ya Sadio Mane. Sadio Mane alizaliwa tarehe kumi Aprili 1992 katika kijiji cha Bambali nchini Senegal. Alitoka katika familia maskini na baba yake akiwa ya ni imamu wa kijiji hicho. Tangu akiwa mdogo, Mane alipenda sana mpira wa miguu ingawa wazazi wake hawakuwa na imani kuwa mpira ungeweza kuwa kazi ya maisha yake. Baada ya kifo cha baba yake Mane, aliamua kuifuata ndoto yake kwa nguvu zaidi. Alisafiri kwenda Dakar bila msaada mkubwa wa kifedha, akiwa na lengo la kujiunga na akademia ya soka. Mwanzo wa kazi ya soka, Mane aligunduliwa na akademia ya Generation Foot ya Senegal ambayo ilimpa mafunzo ya kitaalamu. Kipaji chake kilimfikisha Ulaya mwaka 2011, alihamia klabu ya Metz ya Ufaransa. Baada ya hapo alihamia Red Bull ya Salzburg Australia, ambako aling'ara na kufunga mabao mengi na kuvunja rekodi mbalimbali zilizokuwa zimewekwa na wachezaji waliopita katika klabu hiyo. Umaarufu barani Ulaya, umaarufu mkubwa wa Sadio Mane ulianza alipohamia Southampton ya England mwaka 2014. Ndani ya muda mfupi alijitolelea sifa kwa kasi, nguvu na uwezo wa kufunga mabao rekodi yake ya kufunga bao la haraka zaidi katika ligi kuu England ilimfanya ajulikane zaidi. Mwaka 2016 Mane alijiunga na Liverpool, iliyobadilisha kabisa maisha yake ya soka. Akiwa Liverpool Mane alishinda mataji makubwa, ikiwemo ligi kuu England, premier league, ligi ya mabingwa, champions league, kombe la dunia la klabu FIFA Club World Cup. Aliunda safu kali ya ushambuliaji pamoja na Mohamed Salah pamoja na Roberto Firmino. Mafanikio ya kimataifa: kwa upande wa timu ya taifa ya Senegal, Sadio Mane ni shujaa wa taifa. Aliongoza Senegal kushinda kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2021, taji la kwanza kabisa katika historia ya nchi hiyo. Pia alisaidia Senegal kufuzu kombe la dunia. Maisha nje ya uwanja Sadio Mane. Licha ya utajiri wake Sadio Mane anajulikana kwa unyenyekevu na moyo wa kusaidia jamii. Amejenga shule, hospitali na kusaidia familia maskini katika kijiji chake cha Bambali. Mane mara nyingi anasisitiza kuwa furaha yake kubwa ni kusaidia watu wake. Licha ya hayo, Sadio Mane ana mafanikio makubwa sana kwenye mpira wa miguu, binafsi na kwa timu zote taifa pamoja na klabu. Tuzo binafsi. Sadio Mane ameshinda tuzo ya African Football of the Year mnamo mwaka 2022, mfungaji bora wa Premier League Golden Boot 2018 2019, alifunga mabao 22. Ameingia katika CAF Team of the Year mara kadhaa. Ameingia katika Ballon d'Or mwaka 2022 na akishika nafasi ya pili duniani. Pia Sadio Mane anajulikana kwa mtindo wa uchezaji na pia mtindo wake mkubwa unaompa nafasi kubwa ni pamoja na kuwa na kasi ya hali ya juu, ufundi, na uwezo wa kufunga kwa miguu yote, kujituma na kusaidia timu kufanya pressing ikiwa wanahitaji ushinde, uwezo wa kucheza winga au mshambuliaji, wakati ni mchezaji anayejitoa kuliko sifa binafsi. Hii inatokana na Generation Foot ya Senegal ambayo ni academy ambayo Sadio Mane alianzia mpira mwaka 2009 mpaka 2011. Hii ni akademi ya Senegal iliyomkuza Mane. Alionekana kuwa na kipaji kikubwa akiwa na umri mdogo. Akademi hii ina ushirikiano na klabu ya FC Metz ya Ufaransa. Sababu ya kutoka kwake katika akademi hiyo, alionekana na makocha wa Ulaya na akaenda kujaribu soka la kulipwa barani Ulaya. Baada ya kutoka katika akademio F Sadio Mane alihamia katika timu ya FC Metz ya nchini Ufaransa mnamo mwaka 2011 ambapo alicheza mpaka 2012. Hii ilikuwa ni klabu yake ya kwanza barani Ulaya. Alicheza Ligue 2, lakini timu ilishuka daraja. Sababu ya kuhama, baada ya Metz kushuka daraja, Mane alitafuta klabu bora zaidi ya kukuza kipaji chake ndipo hapo alipoenda kujiunga na timu ya Red Bull Salzburg ya nchini Austria miaka 2012 mpaka 2014. Sadio Mane alipata mafanikio ya Australian Bundesliga 2013 2014 Austrian Cup 2013 mpaka 2014. Alifunga hat-trick ya kasi zaidi katika historia ya Bundesliga ya Austria, dakika 2 na sekunde chache. Sababu za kuhama katika klabu hiyo, alivutia klabu kubwa Ulaya, kutokana na kiwango chake kizuri, ambapo ndipo timu ya Southampton ya nchini England ilimuona mnamo mwaka 2014 alipojiunga na timu hiyo mpaka mwaka 2016 ambapo katika klabu hiyo ya Southampton Sadio Mane alifanya kitu kile kile cha kufunga hat-trick ya haraka zaidi katika historia ya Premier League akiwa amefunga hat-trick hiyo ndani ya dakika 2 na sekunde 56. Alikuwa mchezaji muhimu sana wa Southampton, ambaye alikuwa tegemeo na alitazamwa zaidi na klabu nyingi kubwa zikitamani kuipata saini yake. Baada ya kucheza katika kipindi cha miaka miwili katika klabu ya Southampton, klabu ya Liverpool ilianza kumfuatilia kutokana na kiwango chake cha juu ndipo ikavutiwa naye na kuamua kumsajili Sadio Mane mnamo mwaka elfu mbili na kumi na sita ambapo alihudumu katika klabu hiyo mpaka mwaka elfu mbili na ishirini na mbili akiwa Liverpool nchini England, Sadio Mane alifanikiwa kushinda taji la UEFA Champions League mnamo mwaka elfu mbili na kumi na nane, mpaka elfu mbili na kumi na tisa. Premier League mnamo elfu mbili na kumi na tisa mpaka elfu mbili na ishirini FIFA Club World Cup, FA Cup, EFL Cup, UEFA Super Cup. Mafanikio binafsi akiwa na Liverpool, Sadio Mane alikuwa mfungaji bora wa Premier League mnamo mwaka 2018 mpaka mwaka 2019, sawa na Salah na Aubameyang. Mchezaji bora Afrika CAF 2019 na 2022. Mmoja ya washambuliaji bora duniani katika kipindi hicho. Mane akiwa katika peak kubwa alionekana kuwa mmoja ya nyota hatari zaidi duniani waliokuwa wakisumbua kwa kipindi hicho. Baada ya kucheza kwa miaka mingi ndani ya klabu ya Liverpool, Sadio Mane alitaka changamoto mpya baada ya miaka mingi Liverpool. Pia masuala ya kimkataba yalikuwa ya yakimbana zaidi Sadio Mane, kwani alikuwa hapewi kile alichokuwa anahitaji ndipo klabu ya Bayern Munich kutoka nchini Ujerumani mnamo mwaka 2022 iliamua kumsajili Sadio Mane. Akiwa katika klabu ya Bayern Munich ya nchini Ujerumani, Sadio Mane alifanikiwa kushinda taji la Bundesliga mnamo mwaka 2022 2023. Baada ya kucheza Bayern kwa msimu wa mwaka mmoja na msimu mmoja, na maanisha, namaanisha, Sadio Mane alipata changamoto ya majeraha alikuwa hapati muda wa kucheza wa kutosha katika klabu pia alishindwa kuzoea mfumo wa timu. Sadio Mane hakuwa na mahusiano mazuri na uongozi wa klabu hiyo ya Bayern Munich, pia na wachezaji wenzake, akiwemo Leroy Sane ambaye walionekana kupishana mara nyingi katika mazoezi, pia katika mechi. Pia Sadio Mane aliamua kutafuta nafasi ya kuanza katika kikosi cha kwanza kitu ambacho kilikuwa changamoto kwa Bayern Munich hivyo Sadio Mane aliamua kusaini deal na klabu ya Al Nassr ya nchini Saudi Arabia mnamo mwaka 2023 mpaka sasa anacheza pamoja na star kama Cristiano Ronaldo ni mmoja wa wachezaji wanaolipwa mishahara mikubwa zaidi duniani sababu ya kuendelea kuitumikia timu hiyo, Mane amesema anahitaji kuendelea kupambana ili aweze kuendelea kusaidia familia yake. Mafanikio mbalimbali Sadio Mane ameweza kuyapata, ikiwemo ni kuipa timu yake kombe la CHAN mnamo mwaka 2019, aliwapa ali kombe la AFCON 2021. Pia katika msimu huu wa mwaka 2026, Sadio Mane ameweza kuiongoza Senegal katika kucheza fainali za AFCON ambapo wameibuka kuwa washindi wa kwanza wakichukua kombe hilo ikiwa ni mara ya pili kwa Sadio Mane kuchukua kombe hilo. Sadio Mane ni mchezaji wa mfano kwani ana nidhamu, anajituma kuanzia mazingira magumu hadi kuwa nyota wa dunia. Pia, Sadio Mane ameendelea kushikilia historia nzuri ya kuendelea kuonyesha kuwa hii inawezekana kwa mtu yoyote mwenye kipaji kuanzia chini na kufika pale anapohitaji kutimiza ndoto zake ili kuweza kusaidia na kufundisha jamii kwa ujumla. Sadio Mane ameiwezesha familia yake kuwa na maisha mazuri, pia ameiboresha miundo mbinu ya kijiji kwake, akitengeneza maisha mazuri na pia alifanikiwa kufunga ndoa na mpenzi wake mwaka jana katika Hali isiyotarajiwa, Sadio Mane alifunga ndoa na mpenzi wake huyo ambaye inasemekana alimsomesha toka akiwa anasoma chuoni kwa kuweza kumlipia na pia amefanikiwa kufunga ndoa na mpenzi wake huyo. Hivi sasa Sadio Mane yupo nchini Saudi Arabia akiendelea kuitumikia klabu yake ya Al Nassr huku aki, akiwa pia ni mchezaji tegemezi wa Senegal. Hii ndiyo historia fupi ya Sadio Mane. Usisite kusubscribe, like, comment na kushare kwenye channel yetu ya Zinazo Trend Kitaa ZTK for more information and updates. Check it out, chis with us. Don't forget to subscribe, like, comment and share. Ciao.